Mtoto mwenye umri wa miaka sita aliyelawitiwa na jirani, jirani ambaye sasa ametoweka bila kujulikana alipo. Familia imebaki kwenye giza, mama mtoto huyo akiugua kwa maumivu ya moyo na hatimaye kupoteza maisha. Hii ni simulizi ya maumivu, upotevu na kilio cha haki kisichosikika. Tukio hili la kusikitisha lilitokea katika eneo la Magomeni. Mtoto huyo mdogo alilawitiwa na jirani wakati baba yake Daudi Chande akiwa katika hali ya ugonjwa na hajiwezi baada ya kupatwa na stroke au kupooza kwa muda mrefu. Mimi naitwa Daudi frenki Chande, kazi wa Magomeni kwa, naishi Magomeni na watoto wangu. Bahati mbaya akatokea tukio la kusikitisha kwa mpangaji wetu, wakati mimi niko kitandani na umwa nilibaki na watoto zangu, mama yao alikuwa hayupo, alikwenda kwenye shughuli zake, na mama yao mdogo alikuwa hayupo, amekwenda kwenye shughuli zake. Kwa hiyo nilibaki na wapangaji wengine. Kuna mtu ambaye ni mpangaji wetu mmoja, alikuja kuweka simu yake kuchaji kwenye chumba changu kwa sababu alisema yeye hana waya ule unamsumbua wa kuchaji. Kwa hiyo alikuja kuchaji simu kwenye chumba changu kwa hiyo ilipokuwa ikiita simu, watoto wanachukua wanampelekea kwake. Basi hivyo hivyo ilikaa kwa muda mrefu, lakini kawa inaita kabidi tena itolewe, apelekewe. Kwa hiyo walipopelekewa ile simu, katika wale watoto wangu wawili wa kike, walipompelekea kule, ndo waliwafanyia kitendo cha ukatili, ukatili wa kijinsia. Familia haikukata tamaa. Walijaribu kutafuta msaada kupitia vyombo vya dola, lakini juhudi zao hazikuzaa matunda mpaka pale mtuhumiwa alipotoroka. Mama mdogo wa mtoto huyo ambaye sasa ndiye mlezi mkuu anaeleza machungu yao. Mm, kwa majina anaitwa Ana Agustino. Mimi ni mama mdogo wa Hajira Daudi ambaye alifanyiwa tukio. Ni kweli tukio lilifanywa mnamo mwaka jana ishirini ishirini na nne mwezi wa nne ndio tukio lilitokea. Alilawitiwa na mpangaji ambaye anaitwa Ali Mondoma. Ni kweli tulifuatilia kwenye taratibu za kipolisi, lakini hatukupata msaada kwa haraka ba, msaada tumekuja kupata baada ya yule mtuhumiwa amesha kimbia. Tunakuja kuambia sasa aende akapate vipimo, baada ya wiki ndo napata PF3 na ile RB ya kumkamata mtuhumiwa. Kwa hiyo, mtuhumiwa baada ya kugundua kwamba tunakwenda polisi akawa amekimbia, kwa hiyo tukuwahi kumkamata tena. Na mpaka dakika hii sijafahamu chochote na wala sijapata taarifa yoyote kama yule mtu alikamatwa au hakukamatwa, sijapata taarifa yoyote nyingine tena. Mshtuko wa tukio hili haukuishia hapo. Mama mzazi wa mtoto alishindwa kustahimili machungu, alipata ugonjwa wa moyo na hatimaye kufariki dunia. So ni mjumbe wa eneo hili, kweli tukio la mtoto lilitokea ajla na tifa, lakini mpaka sasa hivi, yani hapa tunavyoongea hivi, hakuna ushirikiano wote wanaoonesha. Mara kwanza walikuja viongozi wengi wengi huku, Dorogaskua Juma mwenyewe alikuja huku, alifika tukatoka mpaka polisi Magomeni pale tukaenda, akaongeongea nao wale, lakini mpaka sasa hivi tunavyoongea hakuna ushirikiano wa aina yoyote yule, sababu mtomao atakuepo tu, yupo anafanya mambo yake na mtoto mpaka sasa hivi, mtoto hapo amemtoa kulingana na nini, mambo ya kuonesha vidole yale na zile, watu watakuwa na muonesha vidole, mtoto mwenyewe ndio, mtoto mwenyewe ndio yule amemtoa, na kile kitu kile bado akijaishi hapa mtaani kipo wakimwona tu mtoto tayari kinafanya nini, watu wanakaa vile, wanakumbuka kitu fulani. mbona tumempoteza mama mtu? Baba mtu naye ndio huyo yuko chini, lakini hamna chochote kile kinachofanya nini kinachoonyesha serikali kutoa ushirikiano kwa kweli, atukione tujue mtuhumiwa aliofanya ile tukio yupo hai eh. Tunajua serikali yetu ya Tanzania mkono wake ni mrefu sana. Sasa tunashangaa kwa sababu picha zipo, mbona wanashindwa kumkamata mhusika, au wao wenyewe wanalifikiria vipi ile swala tayari ashampoteza mama mzazi wa yule wale yule binti m kaka mtu yuko hapo, mumeo ndio yuko chini, kuna nini unadhani hapo? Huku familia ikiwa katika majonzi, maswali yakiendelea kuibuka siku hadi siku, kwa nini haki haijapatikana? Kwa nini mtuhumiwa hajahukumiwa, hata kama hayupo? Je, sheria inasemaje kuhusu hili? funualifunua mwenyekiti wa serikali ya mtaa mkuu kata Mzimuni wilaya ya Kinondoni Dar es Salaam. Kuna tukio lilitokea katika mtaa wangu mwaka 2024 tarehe 23 mwezi wa 4 na 24, la mtoto anaitwa Hajira Daudi Chande kubakwa na mtu mmoja anaitwa Ali Mondoma. Kwa bahati nzuri mama mtu wa huyo mtoto ambaye kwa sasa ni marehemu alinipigia simu kunifahamisha tukio hilo. Na mimi nikamfahamisha, naenda polisi uchukue arabii ili tuweze kutoa ushirikiano, mimi na sungusungu sungu wangu tukishirikiana na polisi kwa ajili ya kumkamata. Kwa bahati mbaya, alipokwenda polisi ilikuwa kuna changamoto sijui zipi, siwezi ngazi zizungumzia, alikosa kupata RB kwa wakati. RB alipata tarehe 25, lakini yeye mtuhumiwa baada ya kuona ile skeno imekuwa kubwa alikimbia. Zile siku mbili make maneno alikuwa mengi, akaamua escape. Kwa hiyo tukashindwa kumpata mpaka leo, amekimbia, hatujui wapi alipo, lakini bado sisi kama viongozi wa mtaa kwa sababu tukio lilifanyika si la kiungwana na lipendezi katika jamii, tunaendelea kuwapa ushirikiano na familia na viongozi wa kiserikali katika ngazi za juu kuhakikisha tunapompata mtu huyo, utakapomwona sehemu yote, tunamkamata kwa ajili ya sheria kuchukua mkondo wake. Kutokana na hali hii ya sintofahamu, Wakili TV ilifanya jitihada za kupata ufafanuzi wa kisheria kupitia wakili ziada na alikuwa na haya ya kusema. Kwa majina naitwa Wakili Ziada Amari, na ofisi zetu zipo Sinza Mori, nyuma ya lachazi. Ni wakili wa kujitegemea. Kwa leo tutaongelea mada inayohusu kuripotiwa kwa kosa la jinai na ushiriki wa kutoa taarifa katika kupatikanika kwa mtuhumiwa mpaka kufikishwa mahakamani, lakini utaratibu gani mahakama inaweza kuendelea pasipo mtuhumiwa? Uh, inapotokea kuna mtendeo wa yoyote wa kosa la jinai, cha kwanza anatakiwa kwenda kutoa ripoti polisi. Uh, baada ya kutoa ripoti polisi uh, polisi watachukua jukumu la kwenda kumkamata mtuhumiwa na kuanza upelelezi. Na baada ya kuanza na kumaliza upelelezi, polisi wanatakiwa kumfikisha mtuhumiwa na jalada husika kwa mwendesha mashtaka, au kama ni kwa mahakama za mwanzo, inatakiwa kumfikisha mtuhumiwa yule kwenye Mahakama husika. Baada ya mtuhumiwa kufikishwa mahakamani, mahakama itamsomea mtuhumiwa shauri na, amini itamsomea kosa lake na baada ya hapo atatakiwa kukiri kutenda au kutokutenda kosa. Na baada ya kukiri, mahakama itaanza kusikiliza shauri husika. Sasa, ikitokea mtuhumiwa ameshafikishwa mahakamani ni taratibu gani zinatumika na mahakama kuendelea na shauri pasipo mtuhumiwa ni pale ambapo baada ya kuahirishwa kwa shauri na mtuhumiwa kurudishwa rumande, aidha anaweza akawa yuko nje kwa kwa dhamana au vinginevyo, uh, tarehe itakayopangwa ya kusikiliza shauri, ikitokea mtuhumiwa hajafika mahakamani, mahakama inaweza kuendelea na shauri hilo pasipo mtuhumiwa, kwa sababu tayari alikuwa na taarifa ya kufika mahakamani kuendelea na shauri hilo. Unless, uh, vinginevyo pawe na sababu ambazo zimepelekea yeye kushindwa kufika mahakamani na sababu hizo ziwe zina uzito wa kuweza kuishawishi mahakama kuto kurudia au kumsikiliza yeye. Lakini ikitokea ni mlalamikaji ndio hajafika mahakamani, sheria chini ya kifungu namba mia mbili ishirini na sita uh, sheria mwenendo wa makosa ya jinai inasema kwamba mahakama ina uwezo wa kufuta shauri hilo, lakini pia mahakama inaweza kuendelea kumkuta na hatia na kumfunga mtuhumiwa pasipo yeye kuwepo mahakamani. Na hiyo pia ime, ime, ina mahakama imepewa mamlaka hiyo na sheria hiyo hiyo ya mwenendo wa makosa ya jinai chini ya kifungu namba 227 ambacho kinasema kwamba mahakama inaweza kumkuta na hatia na kumfunga au kutoa adhabu wa mtuhumiwa ambaye hakuweza kufika mahakamani, na kutokufika mahakamani kwa yeye kutoroka au kwa sababu ambazo mahakama inaweza isizingatie au uzembe wa mtuhumiwa mwenyewe. Lakini pia mahakama inaweza kukurudia, tunasema kufanya revision ama kureview uamuzi wa wake endapo yule mtuhumiwa ataleta sababu za msingi za kutokufika mahakamani. Kwa hiyo uh, mahakama inayo mamlaka ya kuendelea na shauri pasipo mtuhumiwa. Lakini kama mtuhumiwa anakuwa bado hajafikishwa mahakamani na polisi, ametorokea kwenye mikono ya polisi, wahusika au watendewa wa lile kosa wanapaswa kushirikiana na polisi ili kuweza kuwapa polisi nguvu ya kumpata mtuhumiwa. Maana mara nyingine uh, watendewa wamekuwa wakishirikiana na watuhumiwa na kusababisha polisi washindwe kufanya kazi yao ipasavyo, ikiwemo kuficha au kushirikiana nao. Kwa mfano, kwa mfano, kwa kesi hizi za kulawitiwa au za kubakwa, unakuta mtuhumiwa anarudi kuongea na watendewa, wanajaribu kusuluhisha na kuwalipa badala ya kupeleka shauri lile, au kupeleka kesi ile mahakamani, na mahakama ikaendelea na taratibu nyingine za kuchukua hatua za kisheria dhidi ya mtenda kosa. Asante. Hadi sasa mtoto huyo anaendelea kuishi na makovu ya milele. Familia yake inaendelea kupigania haki katika mazingira magumu. Je, haki itapatikana? Je, sauti ya huyu mtoto itaweza kusikika? Kilio cha haki kinaendelea. Matendo ya ukatili wa kijinsia yamekithiri hapa nchini. Na je, vyombo vya habari vina mchango gani katika kufikisha ujumbe kwenye jamii? Hii ni Wakili TV na mimi ni Raset Swedi.